Katika jamii ya Kiislamu, madrasa ni zaidi ya shule; ni chombo cha malezi na mwongozo. Tunafuatilia maisha ya kila siku ya wanafunzi wa madrasa ya Riyadha Muslim Academy, changamoto zao, mafanikio yao na malezi wanayopitia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Mapema wanafunzi huamka na kujiandaa kwa ajili ya swala alfajiri. Kabla ya swala husoma uradhi wa alfajiri, uridul latif kwa pamoja. Sola alfajiri hukimiwa, na baada ya swala huendelea na uradi hadi kumaliza. Baada hapo kila mwanafunzi hujiunga na kikundi chake cha kusoma Qurani, yani Hizbul Qur'an. Mara wanapomaliza masomo ya Qur'ani husomeshwa somo la tasawuf kisha hupumzika na kupata chai asubuhi mpaka saa tatu na nusu. Kuanzia saa tatu na nusu, kila mwanafunzi huelekea darasani ambapo masomo hufanyika kwa vitengo mbalimbali mbali.

kituo ambacho kimeasisiwa na Alhabib Saleh bin Ali Jamalu Lail kwa lengo la kueneza elimu kwa kila mtu bila ubaguzi wowote, na elimu wenyewe kama alivyoianzisha ye Alhabib Saleh ilikuwa ni bure kwa kila mtu. Na walilahi alhamdu, mpaka sasa ni zaidi ya miaka mia moja na thalathini kuanzia akiasisiwe kituo hiki, na kimetoa wanafunzi wengi sana, wengine wakabahatikiwa wakawa kadhi, wengine maimamu, wengine walimu, wengine mpaka afike daraja profesa na doktora. Lillahi alhamdu, mpaka sasa elimu inaendelea bado, tunaendelea kusomesha, ambapo kwa sasa tuna marhala mbili, marhala ya mutawasita na marhala ya thanawia, ambapo marhala ya mutawasita ni miaka mitatu na marhala ya thanawia nayo pia ni miaka mitatu. Na ikiwa mmekuja mwanafunzi ambaye hajasoma kabisa, basi kwanza anaanzishwa kitengo ambacho tumekiita ni atamhidi, tunampa misingi ya elimu li mwanafunzi, kisha ndio anaanza na hala ya mutawasita. Hii ibtidaiya tuliiondoa kwa sababu ibtidaiya wanafunzi anafawe wamesoma kwao, akija hapa iwe anaanza moja kwa moja mutawasita. Kisha pia tumeongeza kitengo cha tahfidhul Qur'an ambayo wanafunzi wanafanya kuhifadhi Qur'ani peke yake. Uh, umuhimu wa madrasa, madrasa ni kituo elimu. Na elimu na ni kituo cha kutoa elimu na elimu inayotolewa ni elimu ya dini ambayo ni elimu ya sheria dirasatilislamia na lughatul arabia, ile kukosekana baadhi ya uh, imetokea kwa baadhi ya wa wazazi kukosa umuhimu wa kujua umuhimu uh, wa wa elimu basi imesababisha tabia za watoto na mazingira yao yameanza kuharibika vibaya sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu kubwa ni kosa malezi ya dini kwa yule mtoto, hamjui Mwenyezi Mungu ni nani, hamjui Mtume sallallahu alaihi wasallam, ala ala, hajui maamrisho aliyoamrishwa katika Uislamu, hajui makatazo aliyokatazwa. Basi huwa mtoto tena inukia kwenye mazingira kama ya hayawani, kwa hakuna tofauti yote na hayawani. Malengo tunaotarajia makubwa sana katika madarasa hii ni kama yaliyopatikana nyuma, kwanza ni kuwa kutoa watu ambao wana wanajitambua wao wenyewe kama wanadamu, na wanajitambua wao kuwa wanahitajika kwenye, kwenye jamii zao, na watu ambao wana muhimu maalumu katika katika moja tamaa tutoe watu ambao ni maimamu, watu ambao ni maustadhi, watu ambao ni maduati, watu ambao ni makotobai, watu ambao ni makadhi, watu ambao ni mamufti, watu wenye vyeo tofauti tofauti kwa lengo la kusaidia jamii zao. Changamoto ambazo tunazipitia hapa, kwanza ni kuwa wanafunzi wenyewe kule kudumu katika masomo. Unajua, ile kudumu katika masomo ni jambo la subra kubwa sana na hii imekosekana sana kwa wanafunzi wa, wa siku hizi. Kwa, kwa kukosekana ile subra, tunaona mwanafunzi akianza mtawasita basi hamalizi ametoka, sanawia hamalizi ametoka. Anasema ni kama lile gari likianza mwanzo wa safari, yule anayefika mwisho wa safari huwa ni wachache, wengine huwa wameteremka hapo katikati. Safari ya elimu inakuwa ni safari yenye misukosuko na huwa inataka subra sana. Na changamoto zingine tuseme za kiidara ni kuwa tunajaribu sasa kuweza kujiboresha wenyewe, ni masala ya ya ya ya upekele sehemu kuweza kuwa kila kitu tuweza kujisimamia wenyewe, tofauti na kusubiri ufadhili, kwa sababu ufadhili siku zote wa hudumu. Usaidizi wa mwanadamu wahudumu, mwanadamu atakusaidia mwezi miezi miwili, kisha anachoka. Mwenyezi Mungu peke yake subhanahu wa ta'ala, ndio anapenda kuombwa na yeye peke yake, ndio usaidizi wake ni wa kudumu, lakini mwanadamu yeyote huwa akichoka. Kwa hivyo sahii tumeanza mikakati tofauti tofauti ya kuweza kujisimamia wenyewe kama idara Tuambia watu wa mui wa madrasa ni kitu cha muhimu sana katika mujitama wetu, wawalete watoto wao wasome kama namna walivyokuja watoto wa kigeni kusoma na wakaichukua elimu wakarudi nayo kwao huko. Basi na sisi watu wa mui hapa wa amu ni aula zaidi kuwa tujitokeze kwa wingi, kuleta watoto ili na wao pia wapate wapate elimu. Baada ya kusoma kwa muda takriban masaa manne na nusu wanafunzi hutoka madarasani na kuelekea kwenye swala ya dhuhuri. baada ya swala, huelekea kupata chakula cha mchana kisha hupata muda wa kupumzika hadi saa kumi. katika kuhakikisha kuwa kila mwanafunzi anapokelewa na kusajiliwa ipasavyo, chuo hiki kina idara maalum ya usajili.

Akitaka kujiunga na mahadi al islami mpaka kwanza apite katika ofisi hii, nimkague zitambulisho zake. Pengine kiwa ni Mtanzania awe na paspoti kubwa na awe na tambulisho shahadati zile kwamba mbanatoka ini. Mwanafunzi kutoka Kenya kiwa ana kitambulisho ama ana birth certificate, kisha ndio aruhusike ende kwa ofisi nyingine ya mudiri, angalia katika marhala taalimu amefikia wapi. Kini kwa ufupi, hii ni ofisi ya kabuli na tasjili. ama kutafuta elimu ni kama namna mwenye taalimu atuambia kwamba huwezi kuipata elimu mpaka ujilazimisha na mambo sita ni kujilazimisha na mambo sita ni kuwa na subra hutukua mda mrefu kusoma kumuheshimu mwalimu waheshimu wanafunzi ambao wambao masomo pamoja ndo utaweza kuipata elimu pia katika hayo mambo sita lazima mtu apate chakula sasa katika hapo chakula ndio sisi twa balance wanafunzi wa kigeni ambao kambanibodi kusitukua zaidi ya wanafunzi mia, kiwa tumebanika basi angalau mpaka wanafunzi 120 kwa sababu pia ile bulgha yana jana, awezekula asubuhi vizuri, aweze kula mchana naweza kula usiku, ndio atamakinika kuweza kusoma. Lakini kila kijana pengine amepata tu chai bila mkate, mchana pengine amepata sima bila mboga, na usiku ni chai tu bila mkate, atakuwa akibabaika aki, itabidi akatishe masomo siku ya Alhamisi, aende atafute kibarua ima cha kubeba matofali, ama kibarua chochote apate pesa ziweze kumkimu kimaisha, ama pande ya chakula. Lakini sisi tunamhimiza kijana awe amekuja hapa ni tarkizi ya adini pekee yake tusimshughulishe na kuweza kufanya kazi nje, kwa sababu atakuwa hamu yake angoja siku ya ango Jumatano mara Alhamisi ya Ijumaa akimbilie kufanya kazi abana, akija baada ya Ijumaa amechoka ama ameumia ama amekadhaa, kwa ile hamu yake kutaka kusoma ni ndogo kuliko, tukiweza kuibana hali yake kumsaidia kipando uchumi, chakula, na yeye ajitolee katika kuzengia kwa mkukane walilahi alhamdi madrasa madarasa wenye waliasisi kama namna alivyosema, wameasisi kwa takwa usisa, almasjid ala takwa, ni takwa zao ndio mpaka sasa nasisi ambakambatuko hapa ni zituku watano wa Habib Saleh, kaendesha sababu yeye eh, mwenyewe Habib Saleh alifungua free bila chaji, bila kumchaji kijana ama mtoto mwanafundi kitu chochote ambakambatatoa walilahi walilahilhamdi, mpaka sasa ataendeleza msingi ile ile ileile mahad al islami Masjid Riyadha haindipishi mwanafunzi hata shilingi hamsini. Nadhani ndio ikawa ni maarufu kwa sababu hmm, madarisi mingi yaliyoko katika Kenya na nje so ya Kenya, mwanafunzi alipa wanafunzi, mwanafunzi na taban, hali ya uchumi na wazazi na kadhaa, huwa ni uzito mwanafunzi alipe, kwa mfano tu, kwa mwaka shilingi elfu tano. Kijana ama mzazi ashindwa kuhimili shilingi elfu tano kila tamu, au shilingi elfu tano kila miezi sita, au elfu kadhaa kila mwaka, ndio watu watoto wengi pia waona kwamba hawawezi kusoma katika magarsi yenye kulipishwa, nao kimbilia hapa kwa sababu, wakijua watapata elimu na watasaidika tu pande pande zote uchumi na elimu. Ndio ikawa ni maarufu katika East Africa kwamba mahaislamiaa ni chuo cha kipekee katika East Africa. Baada ya swala ya alasiri wanafunzi hurudi tena darasani kwa kipindi cha alasiri hadi saa kumi na moja kamili. Kipindi hicho cha masomo

Kisha wanafunzi huingia kwenye swala ya magharibi. Baada ya swala, hujipanga kwa makundi na kuendelea na kusoma Qurani kwa pamoja na somo la fiqh kiasi cha muda wa walisali moja na nusu kuswali swala ya isha na kumaliza uradi wa Ratibul Hadad. Kisha kila siku Jumatano, mara tu baada ya swala ya magharibi huwa na darasa la tafsiri Qur'an linaloongozwa na mwalimu aliyobobea. Na kila siku ya Alhamisi asubuhi wanafunzi hujitolea kwa shughuli za usafi, kufagia kwa pamoja na kuimarisha mazingira wanapoishi. Baada ya kazi hiyo, hupata muda wa kupumzika kwa kucheza mpira wa miguu. Michezo hii huwapa nafasi ya kuimarisha afya zao na umoja na furaha katika maisha ya madrasa. Katika safari hii ya elimu na malezi, sauti muhimu zaidi ni ya wanafunzi wenyewe. Siku yangu ya kawaida hapa madrasa, tunaweza tukazigawanya katika sampuli kama tatu. Kuna kategori ya asubuhi lakini pia kuna kategori ya mchana na pia tunamalizia na usiku. Jambo ambalo kwamba napenda zaidi kuwa mwanafunzi katika markazi kama hii, cha kwanza ni sharafu kwa mwanafunzi kuwa katika mahadi kama hii, kwa sababu ni mahadi iliyopita watu wakubwa, iliyoasisiwa na watu wa Mawalia wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, hata ndo al-Allama al al Sheikh Ali al-Maawi -al al-Allama Muhammad al-Maawi alipokuwa kimuelezea muasisi wa kituo kama hichi ambaye ni al-Allama Habib Saleh rahimahullahu ta'ala katika biati zake akasema, asasa al-masjid ala taqwa fihi yustashfa min al-adwa. Kwa hiyo ni sharaf kwa mwanafunzi kuja kusoma sehemu kama hii, imepita Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, imetoa maulamaa wengi katika takriban East Africa nzima, lakini jambo la pili, kitu ambacho kwamba napenda kwa mwanafunzi katika mahadi kama hii, ni unapata elimu isiyokuwa na mashaka, kwa sababu kama tunavyojua, elimu lazima iwe na silsila. Ndio mmoja anatuambia, abu ni yatalaka an abihi wa hakadha ayala ka min aba kiramin wa ajdadi, kwamba mtoto anapokea kwa baba yake, na ukiangalia katika silsila hii inaenda kwa hadi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inamfikia Jibrili, inarudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo unapata elimu isiyokuwa na mashaka, isiyokuwa na wasiwasi Shaitan, kama alivyoashiria pia alimamu ash-Shafi'i imam wetu katika kauli yake akasema al-ilmu ma kana fihi qala hadathana wa ma siwa dhaka waswasu shayatin, yani, elimu lazima ipatikane qala hadathana mpaka mwisho. Lakini sio hivyo tu, kuna silsila pia tunapata elimu kutoka kwa vituku wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Uh, kama mwanafunzi, changamoto ziko nyingi, lakini kuna zile ambazo kwamba ni kubwa zaidi, ambazo tuweza tukasema kiulimwengu mzima upitia changamoto kama hizi. Kwanza ni changamoto ya al-iqtisadi ya uchumi, vitabu vimekuwa ni ghali, mwanafunzi mpaka kujichanga. Mathalan ukanunua mujalladu si, wa siar aalami nubala, itakuchukua muda. Kwa hiyo tuweza kusema changamoto ni ya upatikanaji wa vitabu, vimekuwa ni ghali na namna kama hiyo. Lakini kibinafsi, baadhi ya changamoto zingine ni zile za kiu wanafunzi zingine zinavumilika. Kuna wengine, kila mtu amekuja na ile nia yake, kwa hiyo kuna mwingine ajaja na nia ya kusoma kote, zoko, kwa uko huko makini katika kusoma, lakini upate ule utulivu, kama mwanafunzi kutaka ule utulivu wa kutaka kutwalii kufanya mudhakara wa masomo yako. Kwahiyo changamoto kwa mimi ni kama hizo. Takriban mimi nimekuwa mwanafunzi wa hapa, nimelelewa hapa kwa sasa nina mwaka kama watano e, na huu ni mwaka wangu watano. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tumalize kwa salama tuondoke na ilmu ambayo kwamba yenye manufaa. Lakini jambo kubwa nililosoma ambalo na muhimu zaidi katika markaz kama hii ya al-Riyadha ni aladab, ambayo kwamba wengi katika shababu wengi katika vijana tumeikosa kitu kama hichi, ambayo ni adab. Wengi katika sisi vijana sasa hivi tunasoma elimu lakini tunakosa adab, lakini katika mahadhu Riyadha unapata adabu kabla ya kupata elimu. Salafu salih walikuwa wakiwafundisha wanafunzi wao walikuwa wakiwafundisha wale wanao adabu kabla ta ilm. Ukimwangalia mwanafunzi mkubwa alimamu Malik ibn Qasim, anasema katika maneno yake: lazamtu malikan ashara sinin ithnataini lil ilm wa thamania lil adab fawaddidtu law kana kulluha adaba. Yana, meketi na imamu Malik miaka kumi amesoma. Katika hii miaka kumi minane yote ilikuwa ni adabu tu anasomeshwa adabu, kisha miwili ikawa ni ya ilmu anasema fawaditu lau kana kulluha adaba, akatamani lao miaka yote angesoma adabu. Kwa hiyo jambo muhimu nililolisoma hapa sio kwa nadharia tu, lakini pia kwa vitendo, tunaona walimu zetu walivyo, anakuwa na adabu, wakiheshimiana wao kwa wao, wakiheshimu watu wakubwa, japo mtu ana elimu, lakini yuko tayari kuwa chini ya yule ambaye yuko juu kiumri wake japokuwa amempita kiilimu. Ah, somo ambalo nalipenda zaidi, japo masomo yote walilahi alhamdu nayapenda, lakini katika tafadhuli ya, ya mapenzi huwa inazidiana. Kwa hiyo katika somo ambalo kwamba eh, mimi binafsi nalipenda zaidi ni somo la nahu, na kuna sababu mbalimbali mbali, lakini moja katika sababu kubwa kwa sababu ile nahu inakusaidia ama inakusailishia wewe kufahamu masomo mengine. Ndio maana pia ikaitwa katika, ikawekwa katika masomo ya wasila, yaani yale masomo yanakupelekea kufahamu e, mada zingine. Ndio hata mmoja katika mashairi yake anasema nahu yabisutu min lisani l alkani walmaru nukrimuhu idha lam yalhani e, wa idha aradta min al-ulumi ajallaha fa alayka minha bi muqimil alsunni annahwu awla awwalan ay yu'lama, idhil kalamu dunahu la yufhama, kwamba ile annahwu, bila bila ya somo kama hili fiqhi uwezo kaifahamu uwezo kafahamu tafsiri, uwezo kafahamu masomo mengine yote yalibakia. Kwa hiyo ndio moja ya sababu iliyonipelekea mimi kuipenda nahwu zaidi kuliko masomo mengine. Baada ya kutoka hapa, Allah kituwafikia kupata ilmu, kitu cha kwanza kuifanyia ile kazi elimu, maana ukiwa umesoma kisha ujifanyia kazi ile ilmu, inakuwa haina maana yoyote. Baka hata Abu Hanifa al-Imam mkubwa rahimahullahu ta'ala anatuambia eh, al-ilmu, mal-ilmu illa al-amal bihi. Hakuna elimu ama faida ya elimu isipokuwa kuifanyia kazi. Kwa hiyo katika moja ya malengo yangu baada ya kusoma katika mahadi kama hii, nijilazimishe kuitumia elimu kama hii kumjua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na vitu vingine. Lakini sababu ya pili ama malengo ya pili ya kusoma elimu kama hii, ili tuingie katika ile al-khairi ya ule ubora aliyoashiria Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyosema, khairukum man taallama alqurana wa 'allama, mbora wenu ni mwenye kuisoma ile Qurani kisha akaifundisha. Kwa hiyo, lau wewe ukasoma hizi elimu kisha ukaenda kunufaisha na wengine, basi unakuwa umeingia katika ile alkhairia aliyoashiria Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo lingine ambalo la muhimu baada ya kupata elimu ili niweze kuubakisha Uislamu ama niuhuishe Uislamu, na maulama wanatuambia Uislamu hauwezi ukabaki isipokuwa kwa elimu. Nabeba jukumu kama hili kwa baada ya elimu yangu, ili niweze kuwa ni masuhulia wa kuhifadhi Uislamu, kubakisha Uislamu, tueni katika wale ahlu ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewashiria katika Al-Qur'an: wasalu Ahla dhikri, in kuntum la talamun ta vijana kama wenye rika langu kama sisi shabab nteeza nikawashauri, kwamba tujitahidi kuitafuta hii elimu, lakini sio kuitafuta tu. Wengi katika sisi tuna feli hapa katika kuisoma hii elimu. Lazima tuangalie tunaichukua elimu kwa nani, na hili ni jambo muhimu sana. Hata alimamu Malik alikuwa akihusia wanafunzi wake, akiwaambia E, alilmu dinu fanzuru amman taakhuduna dinakum, hii elimu kiujumla ndo dini yenyewe, angalieni ile dini yenu mnaichukua kwa nani. Kwa hiyo ni ushauri ama nasaha ninayojihusia kwanza nafsi yangu na kuhusia vi vijana wenzangu kwamba tuitafute kwanza elimu lakini tuangalie ile elimu tunayochukua kwa kina nano. Kwa kweli madrasa hii imenisaidia sana katika maisha yangu, nimejifunza kusoma Qurani, adabu, heshima kwa walimu zangu. Na walimu zetu ni watulivu na ni wavumilivu kwa wanafunzi, na mazingira yetu ni safi na ni tulivu kwa kujifunza kwa utulivu. Najivunia kuwa kwa madrasa hii. Hawa ndio wafaidi wa kweli wa maisha ya kila siku hapa katika kituo hiki cha Riyadha. Safari hii ya elimu ndani ya madrasa hii si ya kupata maarifa, bali ni safari ya kujenga tabia na kuhifadhi Qurani. Kwa juhudi za walimu, nidhamu ya wanafunzi, na mafunzo ya kila siku, hapa ndio msingi wa maisha bora unaowekwa. Tunawashukuru walimu na wanafunzi na wale wanaounga mkono jitihada hizi. Hii ni zaidi ya madrasa na kulea vizazi vya heri. Karibu ujionee, ujifunze na uunge mkono safari hii ya nuru.